Rais wakati wa kuomba kura alituambia ya kwamba anataka uchumi wa Kenya ubadilike, tukianzia huku chini mashinani, tukienda kwa zile biashara na kazi kubwa kubwa, bottom up. Nyinyi mnakumbuka bottom up? Vilevile rais akatuongoza katika kutetea manifesto yetu ambayo ilikuwa inasema ya kwamba ili uchumi huwe na nguvu lazima wananchi huku mashinani wawe na pesa mfukoni. Leo vijana wote ambao wako hapa mutatoka hapa na pesa mfukoni, kweli si kweli? Kweli si kweli? Sasa hiyo pesa mfukoni ndio ile rais alikuwa anasema wakati wa kampeni, na hii pesa ni ya biashara ndogo ndogo, sio biashara kubwa vile Waziri Oparanya amesema. Tuko na program zingine za biashara kubwa kubwa ambazo unapata mikopo kwa Kenya Industrial Estates na mashirika mengine ya kiserikali, lakini hii ni ya biashara ndogo ndogo, ni biashara ya mahasla, ni biashara ya wale vijana ambao hawakubahatika kufanya masomo kupata masomo makubwa, kwa sababu hao pia ni wa Kenya, na Kenya haiwezi badilika kama maisha ya kila mtu haijabadilika. Kwa hivyo ile Bottom-Up ya 2022 ndio hii ile pesa mfukoni ya 2022 ndio hii. Na hii ndio Bottom Up Economic Transformation Agenda ambayo itapeleka Kenya mbele mpaka ikue first world economy within a generation vile rais ametueleza, na mimi nataka niseme ya kwamba